Naam, bwana huyo hapa si mwingine bali ni Mr. Pimbi. Mr. Pimbi bwana tunamfahamu kwamba yeye amekuwa ni supporter mkubwa sana wa wa wasanii kama vile Rayvanny, Harmonize. Lakini this time around ni kwamba Mr. Pimbi bwana amebadilisha upepo na sasa hivi tunaweza kusema kwamba ni dhahiri shahiri kwamba amekuwa supporta mkubwa sana wa Diamond Platinums. Na hii ni kutokana na makubwa ambayo Diamond amekuwa akiyafanya. Kwa mfano, nadhani utakuwa una unaelewa kwamba Diamond Platinums siku hizi dau la kufanya performance limepanda. Jamaa analipo takriban ni dola laki saba. Anafika huko siku hizi kwenye dola laki saba za Kimarekani ambao ni sawa sana za bilioni 1.6 za Kitanzania, ndio range ya rates ambazo analipwa kwa show moja, eh. Kwa, kwa kuhamia upande wa Diamond, na akimsifu na akisupport movement zote ambazo Diamond amekuwa akizifanya kwamba Mr. Pimbi amekuja kuzungumza mengine mazito kweli kweli kutokana tu na makubwa hayo ambayo Diamond ameyafanya. Msikilize hapa Mr. Pimbi. Tanzania hatutapata haitakuja kutokea msanii kama Diamond Platnumz mpaka dunia inatanduka. Nakwambia tena mpaka dunia inatanduka. Na ukisikia kuna msanii yeyote anajilinganisha na Diamond, Kesi kesi, popote pale ulipo kusikia kuna msanii wote anajishindanisha na Diamond, mpige kibao, kesi yake ndio mimi nitakusaidia kujibu. Mpige kibao popote pale ulipo, kesi nitajibu mimi. Mchape kibao, rudia tena, mchape kibao tena, mpige kulia na kushoto, kesi nitajibu mimi, wasijishindanishe ya, yeah, so huyo ni Mr. Pimbi, lakini akuishia hapo pia katika comment section hapo, sorry, kani kwenye caption hapa ameandika maneno hayo hayo kwa maneno. Sasa ameandika kwamba ukisikia msanii anajishindanisha na Diamond mchape kibao, kesi nitajibu mimi. Mr. Pimbi wapuuzi kawaacha mbali sana Umeona, so hicho ndo alichokizungumza Mr Pimbi. Unakubaliana na hilo alilolisema, au unapingana naye? Tubishane kwa hoja hapo chini katika comment section, mjadala uendelee. Nitakuwa nikisoma na kureply kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata updates zaidi.